Figa uonekana hata kwenye baibui jova eh. Kipewa hilo zigo ainui na nini na zawadi ya kudumu ni kubarikiwa. Whoa, whoa, whoa. Wee, wee, wee.

Yo, what's popping? My people! Karibuni sana, ebana hii hapa ni yeah, the gossip table. Mm-hmm. Meza ya Yo! Oh, karibu vizuri kabisa. E, uje vizuri kabisa mm. kwa heshima na adabu. Ndipo tunavyokupokea mm. <laughs> No, okay. Hey. Utakachokisema Hamna shida. Maneno vina muda, vina muda. Sawa, vibaraka ndio. Hamna shida. Si ndio, lakini si ndio hivyo, tunawaambia ukweli ni mchungu. Kweli ni mchungu. Tukisema mkubali tu. Eh, sometimes inakuuma eh, eh, lakini potelea pote. Ache kuwe, ache kuwe. Ndo ishafika eh. <laughs> Hiyo okay. Kadaga kwenye moyo unasema nini tena? <laughs> na sami bebi yuko hapa, yep, na adabu 13 <laughs> ndo yuko hapa, ndo yuko hapa, ndo nipo hapa sasa mm. Ndo tunaanza sasa, gurudumu unaliendesha, mjiandae mm. Sasa mabomu ni mengi sana e. E bana, kama huja subscribe hapo ufanya una subscribe, unabonyeza hiyo alama kengele pia na komentisha kinomanoma, una like una like, una comment, una share, unakuwa una familia kabisa wa 69 media e bana, siku ya leo

zawadi ya kudumu ni kubarikiwa. Wowoo, oh, oh. Kidole moja kidole eh, mm. Kidole kidole, moja, kidole, kidole, kidole, eh, kidole, kidole kidole kidole kimoja kivunji chao kivunji chao eh. Sasa bana Sami eh hey, Bwana Dabu na watazamaji gossip table yep yeah, leo tuko na Mwijaku ba tena ah kwa na vieta vimepinduka eh Aviata. oh vieta Jamani Avieta. Tangu Mwijaku ashuka kwenye ndege mbona tuone akiwa na vimba vimba au mgongo umekaza. <laughs> au kimebondeka tujaona, maana mm, sio kwa kujibana kule. Yani kidude kibebana hivi, watu waliongea wavieta. oh, oh, gani ile ndege kubwa zijui na nini eee. Bana ile ndege ni ndogo, sisi tumeiona, hata watu pia wameiona. Ndege ilikuwa imebana sana, ilikuwa ndogo bwana, ndogo sana kitoi kile ah. Sasa Mwijaku eh, Mwijaku sigajibu Ah, mm nsimwijaku tu nasikia e, mpaka baba mwenyewe mwenye nyumba mwenye mwenye mwenye kajibu e, Konde kajibu, kajibu, kajibu ish, ish, ish! Ah, watu kumbe mi kwambia sisi, tukisema ujumbe utawafikia tukisema hapa, baada ya sisi kuzungumza ujumbe kuwafikia e, kwanzia oh, baba mpaka mtoto sijui na nini oh, mnapendelea mna, mna, mna upande mmoja hakuna e. Lakini sisi ndio tulikuwa tunasababisha ili watu waje wawajibu ili hivyo, yani ukweli usemwe tu. Sasa bwana Mwijaku baada ya maneno ya kumchoma Ndiyo. na wanagossip maneno ya kumfikia, ndio akaamua naye kusema ya kwake, akajibu nini? Akajibu hivi Ndiyo. Akaandika mm. Kwa sisi wajuzi wa mambo mm. tunajua kuwa kuna kukodisha jet na kukodishiwa jeti mm. Sasa nyinyi huko mnaokodishiwa, That's why mnachunga sana, wakati Konde anakodisha jua kuna kutofautisha hapa, tafadhalini sana, tafadhali ni sana, magazi juto. juto. mm. mabano, sasa, gawanya zidisha, jumlisha, toa, nani ndiye kodishiwa? Yani anachomaanisha, ngoja tuweke tu swala wazi <laughs> Mwijaku anachomaanisha ni kwamba mm. kwa sababu kuna kipindi ambacho Diamond na Juksi walikuwa kwenye private jet. Yep. Walisafiri na private jet yep. Na walielekea nchi za western huko afrika magharibi, yep. Sasa ile taarifa watu wakawa nasema, oh, sijui kumbe ndege. Na alisema Harmonize sio mojawapo, alianza kusema Harmonize ambaye watu wamempiga dongo kwamba kindege achokipanda ni boksi mm, kiberiti, mmeja sana kama njiti <laughs> <Hey. laughs> wakaanza oo, kumbe ndege umekodishiwa na mzenji. Mzenji kuna mshikaji hivi white fulani ambaye ni tajiri ana pesa zake anamiliki timu ya basket Dar City, okay. Uh, huyo mzenji hmm. ndio ambaye inasemekana alimkodia Diamond, tena sio kumkodia, maneno ni kwamba mzenji alitoa fedha, mond alitoa fedha, jux naye takiwa atoe fedha, yani kama tunafanya donation. Ndio taarifa ambazo Harmonize alizitoa. Baadaye Mwijaku naye alipigilia msumari ishu ya mzenji. Mzenji, okay, kwamba mnakodishiwa ndege na nini si e, na nini hela una, akamwita mwambino, hela una, unakaa unadanganya watu umekodi ndege, kumbe ndege umekodishiwa na mzenji. Kwa hiyo uchafuni, hamna hela za kukodi private jet. Eh? Uchafuni, hamna pesa za kukodi private jet. Ndio kasema, lakini sisi tunajua hela ipo. Tunajua hela ipo, ela ipo. Sasa mimi unakata hela ipo, ipo. Ela ipo. Naniliwa eh? <laughs> Naniliwe mpaka tunanua mi, miwani ya milioni mbili na, na, na ushee yani ya dola mia tisa hela hamna kweli hapo? Ndo nyie mna mnavaa <laughs> miwani za Kariakoo shilingi <laughs> elfu tatu hapo ye eh. Nipunguzie wenzeni eh. Wanavaa miwani dola mia tisa Dola mia ngapi? Mia tisa. Mia what? <laughs> Alafu wali, wali lipa kwa keshi wale. Nikatua e. eh. lipa kwa kadi. Eh, kwa keshi. E, ah, kadi, kadi, kadi, kadi, kadi, kwanza kwanza wengi. Kadi ni uchovu. Lipa kwa keshi. Kwa Enotu watembea na vibunda. Unekana ila unayo. Tuendelee. Tuendelee mm. Na nilimu siwa probo. Sasa bwana Mwijaku baada ya haya maneno kila mtu kaongea kwake. Watu omu uh. Mwijaku bwana, acha kutudanganya Hiyo mmevaa ki Heyo. Mepanda vieta.

Sasa bwana Mwijaku, kama unajua, hivi karibuni pia sami Mwijaku alikinukisha kwa makomedian kwa kuwaita nyumbu. Aya, aa, aliwaita wote nyumbu, mnajia sana sehemu moja, mwisho siku ndio akajazana kwenye ndege yote, yalika msemu mse... <laughs> kwamba dunia duara, what aduara goes around hey comes around wanasema. Hey. mm-hmm. Bwana makomedian nao wakawaka, wakaja na jambo lao, makomedian wana jambo lao. <laughs> wanapati yao sio kwa, ah, yes. <laughs> <rasio> kwa nyumbu huyu <laughs> Makomedia bwana, wanapati yao wameiandaa kumuhusu Mwijaku. Kwanza wametengeneza posters. mm -hmm. lile kasha ambalo wameliweka pale ni zuri. e, ya pewe credit, credit za kutosha e. Ni zuri kwa kweli. Tutawekea hii hapa e. Hatu, inaitwa hatumtaki Mwijaku Party Party ni ndio hii, unaambiwa hivyo ukiwa wewe ni jeshi la mtu mmoja sawa. uh -huh. Hakikisha mm. unapambana na nani. Just imagine unapambana na ma comedian ambao mda wote eza kasimama sejini ama jukwaani wakasema <laughs> chochote kibaya. Naangalia vichwa hivi hivikna kupambana na Ndaro Weli Said Said, unajua mambo ya Said Said yalivyo, wanakutibua muda wote, wanakutibua wanakutibua yani. Nashukua hata mama chanja ne siu nkausish mimi. Nachojiuliza kwa nini wamweke Mwijaku ana shepu hicho no, ambacho mimi nimejiuliza. Alafu kwa nini watu waseme kwamba shepu yake anamzidi mpaka Posh Queen? Kwa nini na hapa amweka hivi picailng memtendea haki kweli? Nah, wamemkosea Mwijako kweli hivi? <laughs> nani katengeneza hii posta? Zataka nijua kwanza, alotengeneza alopewa hii kazi ya kutengeneza ni nani? Hatumtaki Mwijako <laughs> hatumtaki <mwijaku. laughs> ndo kwa stahili hii. Ah, malaika si malaika, poshi si poshi, iba, iba, iu, bana hii mezidisha <laughs> bana, bobu si bobu kama bobu. Alafu najua hajajibu kuhusiana hivo kama bobu eh? bobu nani hata kama ni bobu male tutajuaje? Mimi nimeimba, umetaja majina, mi nimeimba nyimbo ya Davido bobu male soja, bobu shepu livyokaa Aya bwana, ila watanzania shida tabia. Kwa hivyo bwana, makomedia ameandaa pati ya kutokumtaka mwijaku kwa sababu tu mwijaku alikinukisha, <coughs> na alikichafua baada ya kuwasema makomedian sana. Mm, wanarundikana kama nyumbu. Sasa nyumbu yule ametengenezwa sasa, <coughs> <coughs> nakatengenezwa kwa ajili ya ile pari lakini mnachokiona hapo mimi <laughs> kama nyummjaup <yungu. laughs> hapo <laughs> ni nyumbu mtengeza kama nyumbamjaza <laughs> <laughs> kjau <mwwe> kama haya bwana. Wao wanaandaa pati lakini mimi naona wanajijibu wao wenyewe makomedia, kwa sababu Mwijaku yeye aliwaambia ukweli nyinyi mnajazana sana kwenye eventi za watu. Mimi nilikwambia ni lazima wale wajitoe e, kwa sababu ndio maana ya, ya usta ujitoe kila sehemu, sio wamejazana bwana. So e, munga, mimi, mimi munga mkono wasipotoka, mtasema tena wanaringa, wamepata e, majina wanaringa. Sasa wafanye nini? Nyinyi mmealikwa, imekuja kadi, imekuja kadi bwana, sisi nyinyi mje, lakini aina maana mje wote nyinyi, mmejazana top Asa, watu kibao popcorn mpaka zimeisha, hazijamfikia hata VIP, azijamfikia na na eh? <laughs> E, sasa kidogo sasa maisha gani? <laughs> Mnajazana sehemu moja, sasa mwisho wa siku anajibu okay. kwa sababu Mwijaku akasema kwamba okay, nyinyi mnapenda kujazana sehemu moja mmoja, mja hajapumua, ameandaa party, yaani ndo yale yale bila kumwita Dula <laughs> kumuita kumuita sele. Eh, e, sasa ndio hii hapa kwa sababu wewe ninyi mnasema kwa sababu ya kuandaa party. Lakini mwisho wa siku mmetoa manyumbu, bado unyumbu wenu mnauonyesha, mmekaa sehemu moja, mnaandaa tena party yenyewe, jinsi gani ilivyokuwa informal, hamna mawasiliano mazuri. Eti Watanzania wote mnaalikwa, nawapa tarehe, bado mnajumuisha na Watanzania ambao walikuwa wala sio manyumbu <laughs> mtakanao <laughs> waunganike na nyinyi kuwa manyumbu. Watakunambia kwamba watakuwa shiriki pia na nyinyi manyumbu watakuwa manyumbu A, kwa sababu gani awa si comedian mm. si wamezoea eh, kurundikana eh, kwa hiyo wameita na Watanzania warundikane kwa kwa kwa pamoja, kwa kuna nyumbu pati 1 nyumbu pati 2. Manyumbu plus plus. <laughs> si so nyumbu. Uko tayari kwenda kwenye pati? Hatumtaki Mwijaku pati. Uko tayari kuungana nayo, uko tayari kwenda kusherehekea kwenye hii, hatumtaki Mwijaku pati e eh? upaaaajaaa <laughs> <Njoki angalia> <laughs> Kwanza <laughs> kwanza yani, kwa, kwa, kwa, kwa nini kiuno, kwanini kwa nini wamakshiki. Sultani, njoo mara moja, njo uone Sultani, njo njojo mara moja, njoo, kwa sababu sisi naeza tukasema hii ni nini ogea tu kwenye maiki, nini hiki Nachoona tu nachoona ni mpasuo asa, mbona mikono unaifanya hivi, mwaka unaichora ushahidi? <laughs> una, una ah, una. <laughs> ah, uoa eh, eh, kaona umbo eh, kafurushi flani eh, hey, ah. <laughs> <laughs> <laughs> e, inaitwa <laughs> <laughs> <laughs> Mwijaku, bwana pole, bwanapolekut, lakini pia mimi naamini kwamba kusema hey sana ndo kufanikiwa, hey, ndo kufanikiwa, itafika time Mwijaku hakutegemea kama ishu itafika huku kutegemea kwa sababu... E, kuna wakati pia kamdomo kamdomo kakalizidi. Kuna muda watu wana kunyamazisha tu, bwana, mtulia hapo, fanya mambo yako, achana na sisi. Sasa bwana, ishu ya Mwijaku Ndaro hiyo hatumtaki Mwijaku kupati. Tumepata tarehe, itatangazwa rasmi kwa tunaisikiliza rini, muunganiko wa makomedian, muunganiko wa makomedian na Manyumbu wameenda e. pati Manyumbu, manyumbu, manyumbu. Lakini pia tukirudi tuki, tena kwenye issue ya vieta kuna kitu alikijibu Harmonize bwana. Alisema sivi ndio muda wa nanili. Unafikiri analii tu kajibu Mwijaku, unafikiri angepata wapi hiyo nguvu ah, ya kujibu kama ah, baba hajasema? Eh, kwa hiyo sasa yeye yeye simempeni mmemchoma nani? Hii inaonekana wamekaa kabineti chini, sikiliza huu jamaa, kwa hiyo tuwajibu tujitetee. Na wewe mimi hisho kusema kwamba hii ndege eti wamekodi wao, kwa sababu hii safari ilikuwa ya kwenda Simiu, ndio Simiu ambapo kulikuwa kuna nani mama, hey, mama. Sidhani kama mama aliacha watoto wake wateseke kwenye usafiri wakati yeye yupo? Ndio, sidhani. Kwa hiyo mama inaonekana alitoa kifungu cha fedha kwa ajili ya safari ya wanaye, wanangu nyinyi, nyinyi ni wakubwa, pesa hii hapa chukueni usafiri mjenawe, usafiri expensive.

kwani tano e, bwana hatuwezi kupata, inaweza katurusha hivyo, kambayo inaweza katurusha chapchapu hapo, sio hivyo? Kwani amataka andika kadogo kadogo <laughs> ambao tutafiti yote anapita <tusofiti ote. laughs> kwenye vibonde vidogo vidogo ndio <laughs> hizo sasa, wanamebageni maisha yameenda sawa bwana. Kwa hiyo ishu iko hivyo, yeah. So nasema harmonize na yeye pia, yeah. alijibu alijibu, hey. mm. Ujua so, halafu sasa kwenye kujibu mm. misielewi watu sinaelewa so, ajua kuna ile kuna ile uh, nguvu ambao anaitembelea watu mm. wanamsema kwamba hakuna yani, msanii anaongea kiingereza kizuri kama Harmonize, kitu kitu kitu hiki yes. Sasa yeye baada ya kuwajibu watu kuhusiana na vieta akaingizia hapo sasa leo. Ah. Mzee waano speaking for English, you know since Tanzania, since... jamani. Ah. Ilikuwa atakiwa tu hivyo tujibu ah, tu kwamba kuhusiana ile Avieta, kwamba ilikuwa ni muda sasa wa kutumia private jet tumalizie hapo. Kwamba unajua Kiingereza sana. Tunajua <laughs> ndio, Makonde mko vizuri. Ilikuwa inahusiana nini na kujibu mashtuma haya ya kuhusiana na Avieta bwana? Makonde ma, ma hapo vizuri bwana. Hapo vizuri. Ah. Sasa ndio naelewa sasa, sangejibu tu kuhusiana na Avieta. Kwamba yeye ndo ameandika amesema It's about who got mm, big pj yani private jet yes, not music anymore yes. Kondi boy kwamba mm, yani sasa hivi unachokiongelea ni nani ana ndege kubwa, ndege binafsi kubwa, sio muziki tena. Kwa hiyo hapa anawaongelea wale ambao wako upande wa pili, ambao bwana, sisi tuna private jet kubwa, wewe yako ndogo, okay. Kwa hiyo anawaongelea wale pale hii picha yenyewe dirisha dogo, wewe kidirisha kama cha selo. Hata selo kuna dirisha kubwa. Kuna muda tu ukubali, kuna muda ukubali, ukubali kama kuna mtu kakuzidi. Aa, ukitaka kubishana utachanika msamba, ndio maana jikune paka unapojiweza kuna, kuna vitu vingine huwezi kufanya wakati wewe mwenyewe E, uwezo wako bado haujafikia kwa sababu, kama ishu ya magari kupeleka magari, kuna ukweli tu usema Diamond wakati anaelekea kwenye tuzo kule za nini, yeah. Alipeleka magari yake na nini, mm, ili kuonyesha ukubwa yeye, yeah. Kapeleka magari yake airport, wakati uh, anaenda kupanda private jet, alichukua Rolls Royce yake ikaenda airport ikampeleka akashuka, akapiga picha pale na magari yake ndani, kaingia kwenye ndege naye kafanya hivyo hivyo. Sasa kwa nini usiseme kama unamwiga mtu? Kwa nini usitengeneze vya kwako? Yaani, tengeneza vya kwako, kwa sababu kuna muda mtu mtu ameshaanza kufanya. Wewe ukifanya, lazima uonekane tu umekopi. Copy and paste. Eh, fanya cha kwako bana. Ndio, mwisho wa siku wala kuja mambo unaanza ku, kuonekana kama una matatizo ya afya ya akili. Paka kajara 3 ulimpeleka airport alafu. <laughs> <laughs> Kumbe ndiye alipanda private jet. <laughs>

mwacha afanya mazoezi bwana Mwijaku na Harmonize tumemalizana nao. Sasa kitu ambacho tuko nacho hapa yeah, eh, unaweza ka comment hapo sawa. <laughs> Mada zimenoga sana, maana umaruhusu, lakini wewe mwenyewe waka comment eh. Ah, comment, comment, unavyotaka comment vyovyote, mm. Whatever. Whatever. <laughs>